wa Bay imezindua huduma ya kusambaza dawa kwa kutumia ndege zisizo na rubani au droni. Ndege hizo zinatumiwa kuwasilisha dawa kwa wagonjwa kwenye visiwa vya Ziwa Victoria na hata katika sehemu za mashinani ambako usafiri ni wa taabu. James Latano na taarifa hiyo ambao unatazamiwa kutegua kitendawili cha vifo vya wagonjwa na ukosefu wa dawa za dharura kwa wanawake wanaojifungua katika visiwa vitano viliomo ziwani Victoria na hata sehemu za mashinani ambapo huduma za mawasiliano haifikiki kwa haraka. Ni hatua ambayo, kulingana na washikadau wa afya, itainua hali na hadhi ya huduma katika sehemu ambayo zilisahaulika.

Hii isiyo na rubani huenda kwa kasi sana, na baada ya muda wa takriban dakika 15 imesambaza dawa umbali wa kilomita 100. Kwa njia ya kidijitali itaelekeza dawa hadi mahali inakohitajika au katika kituo cha afya aliyoko mgonjwa. On visiwa hivi tangu jadi vimeshuhudia ukosefu wa dawa na huduma za dharura kwa wagonjwa, sababu kuu ikiwa ni hali duni ya usafiri kufika katika vituo vya afya. Ready to scale up. Especially maternal health and child immunization. Ni kifaa ambacho kitaimarisha sekta ya afya katika kaunti hii. James Latano, runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Homa Bay.